Guys, guys. Nimeachana na Mariamu, niko njiani, natembea kwa mguu, sijui niko wapi hapa, nikipotea basi. <laughs> Sasa jamani, tuacheni na utani. Mariamu ameongea vitu viwili vya point ya maana sana ya kuvishika. Wakati natembea nilikuwa na, na edit hiyo video sasa kuna vitu viwili nilikuwa nivyokuwa nasikiliza, nimevimenikaa kichwani. Cha kwanza, Mungu anapenda kuombwa. Kama ulikuwa ujui kumuomba ukiwa Tanzania, ukija hapa atakufundisha jinsi ya kuomba na kumlilia. Pili, amesema tuiombee nchi yetu Tanzania. Jamani, kinashagala. Tusijisahau tukajiona kwamba hapa <laughs> Kwamba huku ni kwetu huku siyo kwetu. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu, Mungu atujalie kwa rehema zake, atupe kiongozi atakaye anayeona anatufaa, siyo sisi tunayeona anatufaa. Maana Mungu akitupa kiongozi sawa sawa na matendo yetu atatupa kiongozi wa kutubamiza. Kwa hiyo tuombe Mungu atupe kiongozi kwa rehema zake.

Jamani, niko na bosi wangu huyu <laughs> ndo mjumbe wenu huyu jamani, ananipaga habari moto moto <laughs> za udaku zote, umeona, na ndo kabisa za, za ukaiposti kule nitaiposti watu wote <laughs> umeona, mjumbe wangu anapendeza, ni kwa neema ya Mungu. Eh, Omani iko vizuri. Mungu anatetea na kazi tunapambana nazo, safi sana lakini, safi sana, huyu ndo Mama Mariamu. Ukisikia Msukuma, wasalimia Kisukuma basi. Eh, mlemola e, uh -huh. Madera gawiza daahinarahasana ashukuru. Ah, jamani huyu mtu pisi sana jamani. wakina dada kina shagala mvumilie, mm. mm. Maisha ya Omani hapa ni kupambana hizo eh, nyumba mkikutana na wazee huko mpambano, kama kina bibi wa kijijini kule Shinyanga. Ndio hao hao na huko mmewakuta. Ingawa wa Shinyanga wao ni kulima, hapa wanakaa ndani, wanasubia raha metu na, na jeje eh. <laughs> <laughs> Wabeja, eh. wabeja kwa eh. amamba gangaya basi eh, eh. Safi sana wafanyakazi wa Tanzania tunafanya kazi vizuri sana alafu tunavumilivu mm. Najua najua das, we ni eh. jembe. Mimi hata sina shaka na wewe, yaani sio mpini, yaani Mungu alitenda miujiza. Halafu hapo ukija kama kwenye umetoka kwenu ni mpagani. Jilazimishe usali. Kama kama ulikuwa usali, hapa utasali, utaswali. Wewe sio mlokole, humjui hata Yesu. E, ni nani? Kwa, utamjua. Ni mwana, utamjua hapa? Kwa sababu yani Mungu ametuleta hapa kutupeleka kum, yani tumeletwa chuo cha Mungu hapa, umesikia. Hapa ni digiri ukiondoka <laughs> hapa umekuwa yani, yani, wewe okay, mchungaji laki na imamu na hajati. Kuna rafiki yangu <laughs> nimemwambia juzi hivi, e, umekuja Omani e kama kwenu umetoka, kama wewe ni msela, hujawahi kwenda kanisani <laughs> au msikitini uh -huh. Hapa msikiti wako atakuwa chumbani kwako kule <laughs> tena, msikiti wa machozi na kanisa la machozi, kila siku utalia, upigwi na mtu, utamwomba Mungu mpaka chooni, apigwi mtu, lakini tu zile kazi zitakupiga unaingia, unalia, unatoka mzima Jamani, mimi nimefurahi okay, sana yeah. Naona imamu wangu pale ndio anaenda kutoa adhana msikitini, lakini nashukuru kweli kweli, okay. Hamna shida. Kikubwa hapa ni imani. Hata mimi nilikuja mpagani, lakini hapa sasa hivi imani <laughs> ni imekomaa. Mungu atusaidie. Hongera sana. Unajua e, Mungu akuleta kwenye shida e, alafu una shida inakusaidia kukwenda e, kwa Mungu e, mshukuru Mungu jamani tupambane. mm -hmm. maisha sio rahisi hamna kurudi Tanzania bila hela. e, turudi tumejaa mapesa fulusi, jamani, huku wage ni flusi. hata kama hatuna lakini tunarudi na kitu Yaani huku Omani, unajua kuzuri, unarudi unamemjua Mungu, unarudi na pesa. Sasa hilo ndio kitu ninataka. Sababu sabu hata mimi ukiwa nyumbani kwako Tanzania, changamoto zipo e, na nyumbani kwako kama una mme wako ambaye ni changamoto e, huwezi ukaomba e, wala kumjua Mungu e, ila kama ukiwa hapa Omani, kuna fursa tuna Mungu ambaye anakupa mboni ya ajabu. Fursa ya kumjua Mungu mm, na kum, yani, yani hapa ndio unakuwa karibu na Mungu. Sana. Na Mungu sasa fana, kwa sababu Mungu anapenda kuombwa, anatuleta eh, sisi hapa kuja kuniomba. Utaki usitake. Nimechaka jana ni ndio nimemweza kuoga bafuni asubuhi. Wewe uh -huh. utakutumia voice kwenye simu yako utasikia da ya Mariam nini. Uh -huh. Nikamwambia sasa kwa taarifa yako, yaani Mungu anapenda kuombwa sasa kama hivi. <laughs> Ndio maana Mungu anatuleta hapa. Eh, eh. Tumlilie. Sinyi, viburi Tanzania, mmemsahau. <laughs> Njoeni hapa. <laughs> Eh. Kwa eh, kweli utawasalimia wenye kunijua jamani. Watakujua tu. Leo mnamshindaje kumjua msukuma nyinyi? Kila mtu na Mariamu msukuma. Ndio eh, dada yako jamani. Eh. Ana wale wale ni tukasubiria kichai nipate eh. Yaani ningepataje mapesa? Lakini kwa hiyo mimi nashukuru sana. Eh. Yaani nashukuru sana. Eh. Ndugu zangu wa Mwanza tukutane elfu mbili na ishirini na sita Mungu akipenda, inshallah. Ndugu zetu wa Mwanza tukutane huko na kuja kama yani kivingine, tajiri sio tajiri, tajiri wa roho. Madam mtarajiwa, lakini bado kidogo, inshallah. Madam wewe, sijali. Okay, haya, kila la heri, kazi njema. Okay, Mungu akusaidie. Jamani, Adam, natamani kufanya kipindi, yaani siku moja itakuwa tu cha uokovu yeah, lakini Mungu, mimi napenda sana, mimi mm, napenda sana kuongelea masuala yeah, ya Mungu zaidi. Vizuri, ndio inawaleta watu karibu na Mungu. Siku moja nitakuwa live, tutakupigia, tutaongea, utau wanajua wanajua kwamba siku yeah, ya live huwa yeah, halali siku hiyo, kesho anatafuta asali <laughs> naumwa. No. <laughs> vizuri saizi. Mimi ni yeah, mama huyu mwinjilisti anajitaga mama mtumishi. Mimi ni mwinjilisti. Ngoja original. Kuja kuapa vidonge vya mchungaji. Imamu vyote. Sijui katekista. Ukiwa na imani ya Mungu. Eh. Kila kitu Mungu kuwa anakitenda kabisa, hakuna yani. Kila unaye mwana Omani, hapa anacheka rohoni e, ana maumivu ya kazi <laughs> kila mtu analia vyake. Tunalia. Tuna Mungu atusaidie. Lakini Mungu yupo Mungu, Mungu anatusaidia. Bwana Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yetu. Nashukuru tu Mungu mm. Nyumba nimepata nyumba, ina amani, ina amani, hakuna makelele, hakuna manini, hiyo ndio cha muhimu tunachoomba. tunachoomba basi Mungu atusaidie. Miwili tena kama miwili Mama Samia tena. mitano tena. tena na mimi miwili tena umay. Mungu atusaidie Inshallah. Jamani tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia tumwombee kama Ehe. Ni yeye atapita, Mungu atamweka kwa sababu kama sio yeye Mama Samia basi tutampa mwingine anayekuja, Mungu am, amsaidie ayahe. Tupate jembe kama lile lilo ondoka, je jembe jembeombe Mungu atupe kile ambacho kinatufaa, kinatufaa kina kama, kama ni mama Samia yote heri, itakuwa heri. Kwa Mungu ibariki Tanzania, tusiache kuombea nchi yetu ayahe. Jamani, tumeambiwa anaenda kuswali jamani So guys, nilikuwa na ndugu yangu Msukuma. Tuonane tena wakati ujao jamani, muda wa kuswali huu. Bye. Asante kwa kaangalia mpaka mwisho jamani hapo.